Basi tunaendelea pale ambapo tuliishia kwa siku ya jana, na nikukumbushi tu mi naitwa madam T, unasikiliza 98.7 Banana FM, na nikukumbushe pia kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na YouTube, tunatumia Banana FM TZ, na nikuambia tu kwamba kule YouTube simulizi kuanzia simulizi ya Bahati na simulizi hii ya Jenifer kuanzia simu ya kwanza, simulizi ya Bahati kuanzia simu ya kwanza paka ya mwisho, simulizi ya Jenifer kuanzia simu ya kwanza na kuendelea, basi zinapatikana kule katika mtandao wa YouTube. Kienda kule ukisearch Banana FM TZ, basi utakutana na simulizi ya Jenifer kuanzia simu ya kwanza na kuendelea. Tunaishia pale ambapo Jenifer anasema ameshatoka polisi, amekutana na Felix, amemwambia ukweli na ameshaambiwa kwamba kule anahukumiwa kwa makosa yake ya uhalifu ya utapeli wa mtandaoni. Kwa hiyo Jenifa anasema ni ngumu kumtetea kutoka kwenye hilo, ushahidi umekamilika, alivyojulikana Felix alituma watu kwa ajili ya ile laptop yake, ndo ambayo ilikamilisha ushahidi wote. Jenifa anasema nilirudi nyumbani, kama alivyotuambia, alirudi mama mwenye nyumba, akamtuma mtoto wake wa kike aje kulala na Jeff anasema yule binti alinibembeleza kweli usiku mzima bila mafanikio mpaka alichoka mwenyewe akapitiwa na usingizi. Jeff anasema usingizi kwangu ulipata yani nilikuwa shida sana. Jeff anasema katika ujauzito wangu mimi kweli usingizi ulikuwa unanisumbua sana usiku. Mchana nalala vizuri lakini usiku nilikuwa nateseka lakini sio kwamba silali kabisa. Inafika wakati nitalala labda saa tisa, saa nane, yani nalala kwa kuchelewa vile. Lakini Jeff anasema siku ile nilikaa macho mpaka pakawa asubuhi sikuweza kabisa kufunga jicho kabisa. Jana nasema asubuhi ile mbinti akaamka, akaenda kule kwao, akapika chai nini, kaniletea, kanibebeleza pale. Mama mwenye nyumba akaja akaniambia kwamba sio vizuri kumtesa mtoto na nini. Jana nasema basi nikanywa chai na nini. Nasema siku ile pia ikawa ni siku nyingine ngumu sana. Mchana nilikuja kupata usingizi, nikalala kweli, nililala usiku hivyo, ikawa hivyo hivyo, no kulala, no nini, lakini mtoto wa mwenye nyumba akawa anakuja kukaa pale kwangu Jenifer anasema ilipita kama wiki. Hali hiyo kulia, kuumia, nikiangalia chumba ambacho nilikuwa naishi na Toni, nina nguo zake, yaani vitu vyake na viona yaani roho inazidi kuniuma, nazidi kuumia. Kuni kuni kuni kila nikif, nikifanya kitu nakumbuka kwamba angekuwa Toni wangu hapa, ingekuwa hivi. Kwa hiyo Jenifer anasema ikae inazidi kuniongezea mimi maumivu. Nikawa na miss na miss ile sauti ya kuniita nifa mke wangu, nifa mamangu. Jina nasema sikuwa nayo tena. Hata nikisema nimechoka, nikifanya kitu nisema nimechoka, sina wakunisaidia, sina wakumdekea, sina wakumtuma namba nifanyie hivi, nime nataka tufanye hivi. Sina nasema sina, nasema sina, sina matumaini yoyote. Nikienda kule polisi, siruhusiwi kumwona mpaka mpaka itoke idhini ya, ya Felix, yani mpaka Felix yaamue, ndo mimi naruhusiwa kumwona na Jeni anasema ukweli, mpaka siku ya kumi inafika. Mimi nilimwona siku ile tu, siku moja tu, nilienda kama mara tatu bila mafanikio, nikiambiwa hakuna, hakuna, njoo kesho, hakuna hivyo. Jeni anasema kwa hiyo nikaona tu nipumzike nyumbani, nimechoka. Jeni anasema nimechoka na ile mimbango, yaani nimechoka haswa. Jeni anasema kama baada ya wiki na nusu hivi kakaangu Maiko alikuja nyumbani Kumbuka anapafahamu vizuri, alishowahi kuja kwa hiyo, anasema alikuja kunifuata baada ya kupata taarifa. Je, anasema nadhani alipata taarifa kutoka kwa huyo huyo Felix kuhusu kilichotokea mahakamani. Anasema tulipokuwa, alipokuja, na anasema alikuja anasema kwamba amenifuata, amekuja kunichukua, anasema nili Ilia, yani nilianza kumkatalia sana, nikaambia msijimkanichukua mimi kwa sababu ya matatizo, najiweza najimhudu, sitaki kuondoka hapa, sitaki kwenda popote, naamini Tony Tony atatoka tu, atarudi kuwa na mimi, kwa hiyo siwezi kwenda popote, sitaki kwenda popote kwa sababu tu napitia changamoto, ndio nataka unichukua? Hapana, mimi siendi popote, nitakaa hapa hapa. Jina anasema kakaangu alinibembeleza, akaongea na mimi vizuri, akaniambia okay Usitoe vitu vyako huko ndani, wewe tuondoke kama ulivyochukua baadhi ya nguo, unaenda kukaa nyumbani siku chache tu, ukae sawa. Ukishakaa sawa, utarudi nyumbani kwako. Jeni anasema kweli, tuliondoka pale, kakaangu alikuja na gari lake ukanichukua. Anasema njia nzima kakaangu akuniuliza chochote. Tulipofika nyumbani kwake, anasema nilimkuta mamaangu na babaangu ambao walikuwa kama walikuwa wanafahamu kwamba mimi nakuja kufuatwa, uenda labda mama ndo alimwagiza kaka anifuate au baba na mama wote, kwa nasema walikuwa wananisubiria. Anasema waliponiona tu, mama alishindwa kujizuia, mamangu alianza kulia kwa sauti kubwa sana. Alinikumbatia akawa analia na mimi nalia. Je, anasema sikujua mamangu kinachomliza. Lakini mimi nilikuwa nalia zaidi yake, yani mimi nina maumivu zaidi yake, nilivyopata mtu wa kumwegemea mamangu nikaona hapa ni, nilie nitue machozi yangu yote jrifu anasema, mamangu analia, mimi nalia, nasema babangu ali alituinua pale tulipokuwa tumekaa chini tunalia, kisha akaanza kuzungumza kwa utulivu mkubwa sana, akawa anamwita mamangu, amuita mke wangu, mwanao yuko hai, ni mzima, hajavunjika mahali, hajaumia, sio mlemavu, kilio cha nini sasa mke wangu mbona unalia, unalia kiasi hicho, kama vile amenusurika kufa? Jeni anasema kanigeukia, kaniambia Jeni, mwanangu, naamini maisha yamekufundisha yale tuliyoshindwa kukufundisha sisi wazazi wako, basi dunia imekufundisha na maisha yamekufundisha ipasavyo. Kama sisi tulikufundisha ukusikia, basi dunia ili ya kufundisha umeweza kuisikia kwa, ku, kwa lazima. Kama hatukukufundisha basi dunia imekufundisha. Nimekusamea mwanangu, na nyumbani unakaribishwa, rudi nyumbani, wewe ni binti yangu wa pekee, rudi nyumbani. Jenifa anasema nilimkumbatia baba yangu huko nalia kwa uchungu anasema dada yangu Miriam na mwenyewe alikuwa pale, alikuja kunikumbatia kwa upendo na wifi yangu pia, ambaye Jenifer anasema katika watu ambao ni wakarimu, sio ndugu yangu sio nini, lakini unanipenda kwa kutoka moyoni, mpaka na leo ni wifi yangu. Anasema wifi yangu alinishika tu mkono kwa upole na kuniongoza mpaka chumba ambacho aliniandalia kwa ajili ya mapumziko. Jenifer anasema ilikuwa ni siku ambayo ni ngumu sana kwangu, nimerudi ni nyumbani, lakini sijui sijui itakuwaje. Anasema baada ya muda, baba, dada Miriam wote waliondoka, nikabaki na mama, na baada ya muda pia mama naye aliondoka. Alikuja chumbani kwangu, akawa aka anaendelea kuniliwaza akiniuliza nini ambacho kimetokea. Nasema mamangu aliongea na mimi nikawa namwambia mama, sio kwa leo, naomba nitakwambia siku nyingine. Akaniambia hapana, mwanangu, niambie leo, zungumza na mimi leo, zungumza na mimi utapata unafuu, na kuhakikishia hilo, ongea na mimi utapata unafuu, una na mtu mwingine wa kuzungumza naye, zungumza na mimi mwanangu jina. Anasema nilizungumza kila kitu bila kuficha chochote kile. Nilikuwa nikilia sana. Mamangu aliniambia, lia lakini hakikisha namaliza, usiendelee kumtesa mwanao, lia lakini maliza, usimtese mtoto. Jeni anasema nililia sana. Nilimweleza kila kitu bila kuficha chochote kile. Nikamwambia ndo kwanza tu amepata kazi ndo sikumbi amepata kazi lakini ndo hivyo tena na nini. Nikamwambia maneno ya Felix alioniambia yote. Jeni anasema mpaka alivyokuwa ananiita mimi kahaba. Alivyoniambia kwamba anaweza akaniunganisha kwa rafiki zake. Jeni anasema nilimwambia yote. Jeni anasema mamangu alinipa pole sana. Akaniambia kwamba yote haya yatapita. Dunia haijaganda wala masaa yasimami yanakwenda ya, yatapita. Hivi vyote ni vya kupita tu. Utaondoka kwenye aya ya maumivu na utakuwa sawa tena, utasimama tena. Jina nasema nikawambia, mama, sidhani kama nitaweza kuendelea kuishi bila yeye. Toni alikuwa amebadilika kabisa, alipata kazi, alifanya yote kwa ajili yangu. Naumia sana mama, sijui sasa hivi anapitia ligani kule gerezani Sijui kama ni mzima, sijui kama amekula, sijui ana hali gani. Naogopa, siwezi hata kufikiria hali yake huko gerezani, siwezi je ja anasema. Mamangu alinituliza sana kwa upole, kwa maneno ya faraja, na hasa pale nilipoanza kutetemeka kwa maumivu ya moyo, akiniambia kwamba yote haya yatapita niwe mvumilivu, niwe na subira. Mwenyezi Mungu hawezi kunipa jaribu ambalo nitashindwa kulibeba. Ameamini kabisa ili naweza kulibeba, ndo maana napitia haya, kwa nisimkufuru Mungu, nisimlaumu Mungu, nikubaliane na yote na atanipa njia sahihi ya kutoka kwenye ili jinifana. sama wangu alihakikishia kwamba yuko na mimi kwenye kila wakati na nitakapokuwa na changamoto yoyote basi nisisite kumtafuta na kuzungumza naye, na nikitaka kuja nyumbani nije. Jeni nasema mamangu aliondoka, aliondoka na anasema mi nilibaki kwa wifi yangu. Jeni nasema kile chumba kilikuwa kinanishuhudia kila, kila saa kila dakika. Jeni nasema sikuweza kufanya kitu, nilikuwa nakula kule chumbani Siendi popote, sitoke, sisogei popote, siendi hata nje, nilikuwa siendi. Jini anasema nilipata nilipewa tu taarifa ya hukumu siku ya kwenda kupandishwa kizimbani kwa Toni. Nilielea tu kuomba kwamba hukumu yake isiwe muda mrefu, isiwe ngumu, au basi hata iwe faini ambayo tunaweza tukabangaiza tukaipata, hata kaka yangu akanionea huruma kailipa, lakini isiwe kifungo cha kutumikia miaka na miaka jela. Jina nasema wifi yangu alikuwa ni ambaye ana upendo sana na mimi, hakunichoka licha ya kwamba nilikuwa najifungia tu chumbani. Alichokuwa ananifanyia ni kunifariji na kufanya na mimi niwe na furaha, nizungumze, wakati mwingine nitabasamu kwa ajili ya afya ya mwanangu. Jina nasema siku ya kesi ya Anton mtu ambaye alinisindikiza mahakamani, mtu pekee ambaye alinisindikiza mahakamani ni wifi yangu. Nasema wifi yangu alinisindikiza mahakamani. Nasema nilimuona Antoni wangu kizimbani akiwa mnyonge sana. Jenifer anasema alikuwa amechoka sana, alikuwa anaonekana ni anambaya naye overstress, mawazo yamemzidi, lakini pia ni hakika inaonyesha kwamba hata chakula alichokuwa nakipata kule agikuwa sahihi kwake, au akikumtosheleza Jini. Anasema basi siwezi kueleza mengi kwenye hili lakini, ukweli ni kwamba alisomewa mashtaka, ushahidi ukatolewa, na hatimaye hakimu akajiridhisha na kutoa hukumu ya miaka saba gerezani pamoja na faini ya shilingi milioni tano. Jini anasema nilihisi kama ninaota Nilivunjika moyo kabisa, nilihisi nimechomwa na kitu chenye moto ndani yake. Jeni anasema nilihisi nimechomwa na kisu ambacho kina ukali wa moto kwenye moyo wangu. Sikuweza kujisaidia, yani sikuweza kabisa hata ku... kuendelea kuvumilia. Jeni anasema sikuamini kama nimeshindwa kabisa kumsaidia Anthony wangu hata kidogo. Iliniumiza sana. Jenifa anasema nilianza kulia pale pale. Basi Tony akiwa mbali akaendelea kuzungumza kwa mimi inatolewa nje, akiniambia kwamba usilie, nitatoka, nitakuja mlee mtoto wetu, pambana, usilie, usilie Jenifa wangu. Yeye anasema ile siku ilikuwa ni ngumu sana kwangu, nililia mno. Yeye anasema nililia sana yaani niliwaza huenda faini tu ikawa inatosha, kumbe ni kifungo cha miaka saba na faini ya milioni tano juu. Jini anasema haikuwa na maana hata ya kuendelea kupambana ili kwa ajili ya kuipata hiyo faini, kwa sababu hata eh, ikipatikana bado atafungwa tu. Yote haya ni Felix. Kweli kama ni kisasi, ameweza Ameniweza. Jina anasema aliniweza, sikutegemea kuumia hivi. Sikujua kama nita, atalipa kisasi cha kuniumiza kiasi hichi cha kuniweka mbali na Toni. Sikufahamu tena nikiwa ni mja mzito. Jina anasema nilimwambia wifi yangu turudi nyumbani, hali yangu ilikuwa ni mbaya sana. Jina anasema hali yangu ilikuwa ni mbaya mno na wifi yangu, mpaka akataka kunipitisha hospitali. Nikamwambia hapana, wifi, mimi ni jasiri naweza turudi nyumbani. Jeni anasema tulirudi nyumbani kwa kaka, mimi na wifi yangu, nikiwa ni mnyonge sana. Nasema niliingia chumbani nikampigia mamangu angalau aniliwaze, angalau wazungumze na mimi, aniambie chochote, ni mama yangu aniambie chochote ambacho hata kitanifariji kitanipa matumaini kitanipa moyo. Anasema nina maumivu makali ambayo siwezi kuelezea Imagine una, unatenganishwa na baba wa mtoto wako ambaye mtoto mwenyewe yuko tumboni bado hajafika, na yeye ndo kila kitu kwangu. Yeye ndo alinidi mimi nitajifungua salama, nitamalizia chuo mwaka wangu wa mwisho, lakini kiko wapi? Ndoto zangu zimeishia hapo, sina mtu mwingine wa kumtegemea. Familia yangu najua itaniangalia tu mimi, itajitahidi nitajifungua ita salama, itahakikisha na kula nalala hivyo tu. Hakuna mtu ni mwingine ataweza kunipambania. Nitaolewa na nani mimi? Siwezi na sitaki hata mtu wa kunioa, sitaki kabisa. Jeni anasema nilimpigia mamangu bila mafanikio, simu yake iliita bila kupokelewa. Anasema wifi yangu aliniletea chakula na ni nika yani, akanikuta nipo kwenye hali ambayo bado nalia, kana niambia, Jeni, unamdhoofisha mtoto, unamtesa mwanao bila sababu yoyote ile. Kubali kwamba limeshatokea na utafute njia ya kutokea, usiendelee kujilaumu. Nikawambiwa hivi, najitahidi najitahidi kweli, lakini sijui sijui kama nitaweza. Jana nasema vyango alinibembeleza pale kaka, na mimi pale tunapiga stori, afanyaje? Akahakikisha nimekula chakula nimemaliza na mimi nikamuuliza kwamba kaka bado hajarudi. Jenifa anasema eh, dadangu akaniambia kwamba ameenda kwenye maandalizi ya sherehe. Nikamuuliza sherehe, sherehe ya nani? Maandalizi ya sherehe ya nani? Jenifa anasema wifi yangu kutaka kuzungumza sana, akaniambia Jeni, wewe mpoelea tu hivyo, ameenda kwenye maandalizi ya sherehe. Jenifa anasema ah, na mimi kweli sikutaka kuuliza sana, lakini Jenifa anasema ni kaka, nikalala. Siku ile ikaisha, kaja siku yake nyingine. siku nyingine Jini anasema nimekaa mule ndani, wifi yangu analetia chakula analetea nini, lakini Jini anasema wifi yangu ananijali sana ananijali. Mamangu alikuja kunitafuta, akaniambia alikuwa bize kidogo, lakini nikaongea naye, kaambia mama aliyotokea. Mamangu alinipa moyo na nini, kwa hiyo Jini anasema sikuwa na kingine cha kufanya haiku sikuweza kuficha kama naumia, ni kweli naumia, haiwezi kudanganyika. Lakini nitafanyaje? siwezi naambiwa sana mamangu na wifi na, na, na yangu wananisi sana nijali afya ya mtoto wangu zaidi nisiwe mimi binafsi nikampoteza na yeye pia. Lakini Jeni anasema nikanunua bando ili at least ni refresh kwenye mitandao ya kijamii akili yangu wata isahau, niwaze vitu vipya, nikutane na vitu vipya, nisiwe mpweke sana. Jina anasema ilikuwa ni makosa, bora nisingefungua mitandao ya kijamii nisingeingia WhatsApp wala popote pale wala Instagram. Jina anasema nilichokutana nacho, kumbe maandalizi ya sherehe yalikuwa ya Miriam, yalikuwa ya dada yangu Miriam, na Miriam alivishwa pete na Felix. Jeni anasema nilihisi moyo wangu umekufa ganzi, sikuamini. Nikaona hii ni aibu ya design gani? Nilitakiwa nifunge ndoa na mimi, mimi na Felix, haikufaa tumeachana. Amerudi tena kwa dadangu ile, ambaye alimwacha kwa sababu yangu. Jeni anasema nikajiulize, imekuaje wazazi wangu amekubali hicho kitu? Lakini ndio hivyo. Jeni anasema Felix alimvaisha Miriam pete ya uchumba. Tunaishia hapo kwa siku ya leo, muda wetu umekwenda sana. Tutaendelea kwa siku ya kesho, kipi ambacho kitatokea. Endelea kusikiliza 98.7 Banana FM. Nikukumbushe tu simulizi za Jenifer hizi zinapatikana katika mitandao yetu ya kijamii kule YouTube, andika tu Banana FM TZ, usisahau kusubscribe. Alafu simulizi kwanza, simu ya kwanza ya Jenifer, basi utaizifuatilia kwa uzuri kabisa simulizi simu, simu ya bahati iliyopita kuanzia sehemu ya kwanza hadi ya mwisho tayari zipo kwenye YouTube chaneli yetu. Niwatakie jioni njema.